Ukiziona ishara hizi nne tambua Mungu anakuambia kuwa uko kwenye njia sahihi. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ishara nne ambazo ukiziona kwenye maisha yako unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anakuambia uko kwenye njia sahihi. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je, ni ishara zipi zinazoonyesha kuwa wako kwenye njia sahihi? Na wengi wameshia kugonga mwamba. Leo nimekuandalia somo hili zuri sana, ishara nne ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi tambua ya kuwa uko kwenye njia sahihi. Ukisoma Biblia inasema, iko njia ionekanayo sahihi machoni mwa mtu, lakini mwisho wake ni uharibifu. Kwa hiyo ziko njia ambazo unaweza ukaziona kwa macho yako ukasema uko kwenye njia sahihi au ukazania kuwa uko kwenye njia sahihi, lakini mwisho wako ikawa ni mauti na uharibifu. Kwa kutosha leo nitakwenda kukuambia ishara nne ambazo ukiziona kwenye maisha yako unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye njia sahihi.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 Zifuatazo ni ishara nne ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye njia sahihi. Ishara namba moja: ulimwengu kukukataa. Hii ni ishara mojawapo ambayo unatakiwa uitambue. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye njia sahihi, ulimwengu kukukataa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 na mstari wa 18, imeandikwa nukuu, iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Unapompokea Yesu Kristo kwenye maisha yako unakuwa sio rafiki wa dunia, na ulimwengu utaanza kukuchukia na utaanza kukukataa kabisa kiona ishara hii ya kwanza, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye njia sahihi. Ukianza kuona ulimwengu unakukataa, jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, shetani ni mungu wa dunia hii. Shetani alimwonyesha Yesu Kristo miliki zote za dunia kwa dakika moja. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya nne na mstari wa sita hadi wa kumi imeandikwa nukuu, akawaambia akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akawaambia tena imeandikwa Yesu akamwambia tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisudia. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yako. Kwa hiyo ishara ya kwanza mojawapo, ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi, ulimwengu unaanza kuchukia. Ulimwengu unaanza kukuchukia, jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya saba na mstari wa kumi na tatu mpaka wa kumi na nne imeandikwa, nukuu: ingieni kwa kupitia mlango uliomwembamba maana mlango ni mpana na njia ni pana iendao upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionayo ni wachache. Kwa hiyo ukijiona upo kwenye Uh, ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi, unaanza kuona ulimwengu unaanza kukataa. Mtu wa kiroho sio mtu wa kidunia, kwa sababu yeye analiishi neno la Mungu na kuyatimiza Mungu anayosema. Mtu wa kiroho uh, mtu ambaye anafanya mapenzi ya Mungu dunia itamkataa kwa sababu dunia uh, inaongozwa na shetani na shetani anapenda kufanya vitu vya, vya giza, vitu ambavyo sivyo vya haki. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye unatembea kwenye njia ya Mungu au uko kwenye njia sahihi, utaanza kuona ulimwengu unaanza kukuchukia, ulimwengu unaanza kukukataa. Lakini ishara ya pili ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi Mungu anakuwa pamoja na wewe kwenye dhoruba na mapigano ya maisha. Mungu anakuwa na wewe kwenye nyakati ngumu, Mungu hakuacha anaendelea kuwa pamoja na wewe. Hii ni ishara mojawapo ambayo ambao ukiiona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye njia sahihi. Ukianza kujiona uko, ukianza kuona Mungu anakuwa pamoja na wewe kwenye nyakati ngumu, nyakati ngumu kwenye dhoruba, dhoruba ya kiuchumi, Mungu hajakuacha. Unapojiona upo kwenye nyakati ngumu, unapitia nyakati ngumu kikazi, unapitia nyakati ngumu kwenye familia, unapitia wakati ugumu kwenye mahusiano lakini nashangaa, Mungu hajakuacha anaendelea kuwa na wewe. Hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 43 na msari wa pili imeandikwa nukuu, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendako katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa upo kwenye njia sahihi, Mungu anakuwa na wewe kwenye nyakati zote. Nyakati ngumu Mungu anaendelea kuwa pamoja na wewe, nyakati za uzuri Mungu anakuwa pamoja na wewe. Mungu anakuwa hakuachi. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi. Ndio maana na Mungu anasema upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakugharikisha. Uendako katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo unaweza kupita kwenye nyakati ngumu, lakini zile nyakati ngumu wengine walipita wakafia umumu, lakini Unashangaa unapita, unaweza ukapita kwenye mitikisiko migumu, lakini mitikisiko ile hu, unashangaa unapita. Kwa hiyo Mungu hutupatia ushindi katikati ya mapambano. Mungu yuko pamoja na wewe, ndio maana hajakuacha ukaangamia. Ishara namba tatu ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi kuwa na amani ya moyo ya kutosha. Unakuwa na amani ya moyo ya kutosha ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 23 na msari wa kwanza hadi wanne imeandikwa nukuu: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu Uniongoza, huniuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Kwao ishara mojawapo ambayo inaonyesha ishara ya tatu ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi, huwa na amani ya kutosha ya moyo. Jambo la msingi ambalo anatakiwa kulitambua, Mungu anapokuongoza huwa anaachilia amani ya kutosha ya moyo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya nne na mstari wa saba imeandikwa nukuu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Kwa hiyo unakuwa na ujasiri mkubwa na amani na amani inaendelea ina kuongezeka. Unakuwa na amani ya kutosha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 33 na mstari wa 14 na imeandikwa nukuu, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha. Lakini pia ukisoma kwenye Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 7 imeandikwa, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo ukiona ishara hii ya Tatu, unakuwa na amani ya moyo wa kutosha. Hii ni ishara moja mojawapo ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi. Lakini ishara nne, uko tayari kumsikiliza Mungu kuliko mwanadamu. Unakuwa uko tayari kumsikiliza Mungu kuliko mwanadamu. Uko tayari kuyafata na kuyafanya mambo ya kimungu kuliko mambo ya kibinadamu. Yaani unakuwa uko tayari kumsikiliza Mungu na kufanya jambo lolote lile ambalo la la la la kimungu kuliko mwanadamu. Hata mwanadamu akikuzuia kufanya jambo gani. Lakini kama akikuzuia akakuzia kijana, labda mtu anakuja anakuambia mambo ambayo wewe unashindwa kuyaelewa, lakini wewe unakuwa ndani mwako, unakuwa uko tayari kufanya jambo lolote la kimungu kuliko la kibinadamu. Uko tayari kumsikiliza Mungu kuliko mwanadamu. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya nne na mstari wa kumi na nane mpaka wa ishirini imeandikwa wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumuni ninyi wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Kwa hiyo, umeona hapa kuna Petro aliitwa, lakini Petro anakwambia tuko tayari kuyafanya yale mambo ya Mungu kuliko kuwasikiliza ninyi. Kwa hiyo, ishara ya namna hii inaonyesha kuwa wewe uko kwenye njia sahihi. Unakuwa uko tayari kujitenga na mtu kwa ajili ya Mungu, uko tayari yani, uko tayari kwa jambo lote, kwa jeni, uko tayari kujitenga na mtu kwa ajili ya Mungu. Hizi ni ishara nne ambazo zinaonyesha ya kuwa ume ya kuwa huko kwenye njia sahihi. Ndio maana pia ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo kitabu cha Matayo sura ya kumi kitabu cha Matayo sura ya kumi na mstari wa 34 mpaka mstari wa 36, imeandikwa msizani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani, la sikuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo ukiona ishara hizi, uh, unakuwa uko tayari, unajiona ndani yako uko tayari kumsikiliza Mungu kuliko mtu yoyote au kuliko mwanadamu, basi tambua ya kuwa wewe uko kwenye njia sahihi. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, hebu naomba comment chini, andika nimejifunza zaidi. Lakini pia usisahau ku like video hii na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Tukutane kipindi kijacho, nakupenda sana.